Ndugu yangu akualisha, sio kusafisha tumbo. Kusafisha tumbo ni kuwezesha kuweza kuondoa sumu tumboni bila kupata maumivu. Sasa hizi ndio njia ambazo utatumia kusafisha tumbo lako. Cha kwanza, tumia vitu vifuatavyo: mchai chai, tumia tangawizi, tamia kitunguu saumu, tumia aloe vera kwa kiasi, itakusaidia kusafisha tumbo lako. Lakini namba mbili, epuka vyakula vizito. Kula vyakula sana vizito usiku, vinasababisha kuongeza sumu na gesi tumboni. Vizito ni vile ambavyo ni ngumu sana kufanyiwa meng'enywaji, nyama nyekundu na vinginevyo. Lakini pia tumia mboga mboga za majani kwa wingi, brokoli, spinachi, mchicha, matembele, kabeji. Inasaidia kuondoa taka kwenye tumbo lako. Lakini pia kingine, kula matunda yenye nyuzinyuzi. Tunajua papai, eh, parachichi Embe ni mazuri sana, ndizi mbivu ni nzuri sana lakini, pia tunasema tikiti ambayo huchochea kuwa na choo kizuri. Lakini pia mwisho, hakikisha unaanza na maji ya uvuguvugu asubuhi unapoamka. Maji ya uvuguvugu asubuhi unapoamka, basi atakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Hata mimi nikiamka huwa ni maji yangu ya uvuguvugu kabisa, naanza nayo, inasaidia. Lakini pia mwisho, kunywa maji ya kutosha. Kama bado unateseka hakikisha unasema na, na, na sisi Dr Jimmy kuhakikisha unapata tiba sahihi. Karibu.